Barabara kabisa. Leo nimekucha hapa, nimekaa nimefikiria, lakini bado sipati jibu, kwa sababu kani watu wanaokaa karibu na haya maeneo ya Indian Ocean, maji yapo mengi, lakini haya maji, watu wangu, hayawasaidii kwa lolote lile, dugu, dugu, jambo si jambo nduku. Ha, haya maji kitu tu inasaidia hawa watu ama wakazi wa huku upwani ni kufua tu samaki bali, haya maji huwezi kuyanywa, huwezi wapea mifuko wako wakayanywa haya maji. Hauwezi oka kwa kutumia haya maji, kwa sababu kani haya maji yamejaa chumvi mingi mno. Haya maji huwezi nyunyisia mimea yako kwenye eh, shamba. Kwa hivyo watu wanakaa uh, katika maeneo haya wana mapungufu ama wana upungufu mwingi sana wa maji, hawana maji kabisa kwa sababu huku maji yote ni ya chumvi. Kwa hivyo maji huku ni kama uh, kwenye changwa, hao wachama wasangu wanaishi kama wenye wako kwenye changwa. Kwa hivyo na wahurumi, nafikiria, lakini sipati jibu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu naye anafanya mambo ambayo yanasidi ufahamu wa manadamu, ndugu yangu. Kwa hivyo wewe usiwe hapo Unasema hoo unajua kila kitu. Hapana, Mungu atakuweka huku, utaona uko karibu na maji, kumbe hakuna. Hiyo maji iwezi saidia wewe. Kwa hivyo, wewe tulia, kuwa mpole, mwamini Mungu, mwabudu Mungu, naye atakupanga. Asante sana.